Yes uh, kama wewe unashindwa namna ya kujaza index number sehemu, so, ya index number, hakikisha unaangalia video hii mpaka mwisho. Unaenda kuelekeza namna tunavyotakiwa kujaza hiyo index number katika mahua. Kabla hujaendelea, hakikisha kwanza umesubscribe Naomba nitoe dakika um, dakika moja wewe unayetazama video hii, naomba subscribe, support chaneli yangu kwa ya kusubscribe. Elimu na naitoa bure, kwa hiyo sio mbaya kama ukisubscribe. Naomba gusa hiyo alama ya kusubscribe, theni utagusa alama ya kiingereza itakaotokea, kisha tuendelee na kuelekezana. Hapa naenda kuelekeza namna utakavyoweza kuandika index number yako, index number ya form 6, index number ya form 4, katika sehemu ya index number ili ufanyeje, ili kusubmit. Maana watu wengi sana wananifuata inbox, watu wengi wana, wa, hawajui ha? unafanya, kama unafanya application wewe mwenyewe kupitia simu yako basi tazama video hii mpaka mwisho, tuangalie namna ya kuandika index number hapo k, okay. Sehemu ya index number unatakiwa kuandikaje? Kwanza anza na, utaanza na s kama kawaida, kisha umeandika s kubwa yani. Baada ya hapo utaandika namba yako, kwa mfano mimi namba yangu ni s 02 97 baada ya hapo hautakiwi kuandika nukta, hautakiwi kuandika mkwaju, unatakiwa uandike alama ya kutoa. Ndiyo, weke hapo alama ya kutoa namna hii. Ukishaweka alama ya kutoa, andika namba inayofuata namba yako zilo zilo, labda kumi na mbili. Baada ya hapo, haitakiwi tena kuweka alama ya kutoa hapo, utatakiwa kuweka alama ya mkwaju. Mkwaju unaotakiwa ni mkwaju wa namna hii, unaweka mkwaju. Ukishaweka mkwaju, unaandika namba no, unaandika mwaka uliohitimu kidato cha nne, unaandika mwaka uliohitimu kidato cha nne, labda kwa mfano nimehitimu elfu mbili ishirini na moja. Basi hivi ndivyo unavyotakiwa kuandika namba yako ya form 4. Ukibonyeza search itakuletea taarifa zako zote, itakuonyesha ita taarifa inayofanana na nida majina, itafananisha majina yako na majina ya nida, hapo utaweza kuendelea. Ikitokea umeandika tofauti na hivi, hautaweza kuendelea maji. Kuna watu wengine wanaandika AC nukta AC nukta 000 4 eh, nukta unaandika namba zao hapo. Ukiacha hivi haita haitaenda, hata kama ukiandika hiyo esi ukaandika hiyo namba yako sawa, kwa mfano hiyo, ukaweka ukaacha hivi haitaenda. Lazima umalizie na mkwaju, uweke namba ya mtihani kwa namna hii. Kwa kwao hakikisha umetumia fomati hiyo, mfano 221, form 4 imemaliza mwaka huu. Kwa hakikisha unatumia fomati ya namna hii hii. Fomati hii itakusaidia wewe kujaza nini, index number. NB na ikubali, whether iwe ni form 4 au form 6, itakubali. Fuata hayo maelekezo, andika kwa fomati hii hapa. En, utanipa majibu lakini, hakikisha umesubscribe support channel yangu imeanza juzi na, nahitaji watu wajifunze vitu kama hivi na, na, na, namna ya kufanya application, fungua account za ajira poto na kuseti ajira poto ikae vizuri. Kwa hiyo naomba unifollow, naomba usubscribe, Gusa kengele itakayotokea ili uwe wa kwanza kupata taarifa pale ninapo post video yoyote.